Ndugu uh, zangu, habari za asubuhi leo. Eh, leo ni siku nyingine, ni ile siku ambayo kila mmoja alisubiri kwa hamu ili kuelewa ni website gani ambayo eh, unaweza ukaitumia, na ni website namba nne, na kwa sasa nadhani tutakwenda kubakiza website moja ya tano na ya mwisho, lakini kabla e, sijatoa website yetu ya nne e, jamani, kuna jambo nahitaji nilizungumze na niliweke sawa kabisa. Unajua katika swala la betting e, huwa pia kuna majila yake, hivyo watu wengi tuna beti pasipo kuelewa Jamani, swala la betting lina majila. Kuna majila unapaswa ubeti over aiza ya 1.5 au ya 2.5, eh, lakini vilevile kuna majila inakufaa ucheze double chance, na pia kuna majila unapaswa ucheze under E, na vilevile vile kuna majila ambayo unapaswa uipatie timu ishinde mazima. Sasa kidogo mnipe nafasi kidogo nielezee hilo kabla kuapa ya kwenda kuwapa website ya leo. Majila hayo ndio yanatusumbua sisi, tunakuwa wakuchana mikeka kila kukicha jamani. Majila ya kwanza, timu yani msimu wa ligi kuanza pale panapaswa ucheze over, kwa sababu wachezaji wote wanakuwa na power za kutosha. Wachezaji wanakuwa na e, kiu na ile ligi, alafu pia kuna wachezaji wapya wanakuwa wamesajiriwa, kwa hiyo wanapambana e, ili kujionyesha kwamba e, wamenunuliwa, e, sio kubahatisha. Lakini msimu wa pili ni msimu ambao tayari ligi imeshafika katikati, mtu wa kwanza na wa pili pengine na watatu hadi watano wameshajulikana, hapo unaweza kucheza anda au double chance. Lakini vile vile pia e, msimu ambao wachezaji wametoka kucheza mashindano ya nje ya ligi e, mfano Afcon unapoona pale UEFA Champion sijui mala Europa League si nini hivyo, yale mashindano ya nje na ligi e, yale kwa kweli huwa yanaathiri sana wabetiaji e, mfano kwa sasa tunaathirika sana, kwa hiyo muda ule unapaswa ucheze anda au ucheze double chance kwa timu kubwa. Lakini e, msimu mwingine ni msimu ambao timu inajiandaa kwenda kucheza mashindano muhimu e. Kwa mfano timu inajiandaa kucheza kwenda kucheza Uropa, yu, yu, yu, au yu, UEFA mashindano yoyote makubwa yafu ya muhimu. Kwa hiyo uelewe, kwenye ligi lazima itafanya vibaya au wenda itajizuia zaidi, magoli yatakuwa machache. Mimi baada ya kusema hivyo niseme sasa tuelekee moja kwa moja eh, kwenye website yetu website ya nne eh, website ambayo ni website nzuri ukitumia vizuri kama vile nilivyokuelekeza mimi bila shaka kuchana kwako kutakuwa ni kudogo zaidi na utafanya vizuri vizuri sana yani vizuri sana. Na website hii, kabla sijaenda kui, kuitoa na kuielezea, tutaona siku mbili au tatu za nyuma imefanya nini, kwa triki ambayo mimi nitaisema. Kwa hiyo kama wewe ni mgeni, kumbuka kusubscribe, kulike, kucomment, kushare ili uwe mtu wa kwanza kabisa pale ninapo upload video, uwe mtu wa kwanza kuipata lakini vilevile vile, unapokuwa na chaneli yangu unakuwa hujakosea unakuwa hujapotea, kwa sababu una madini mengi mengi sana basi. Kitu cha kwanza kwa leo, jamani, leo hatutotumia eh, Google Play wala Chrome. Leo kuna kitu kinaitwa Play Store. Tutatumia Play Store. Na imani kila mmoja nayo, kwa sababu huwezi ingia kwenye e, YouTube bila kuwa na Google Play inaofanya kazi, haiwezekani kwa simu yoyote ile. Sasa baada ya kufanya hivyo, tutaibonyeza hii Play, e, Play Store. Baada ya kuibonyeza hii Play Store, tunaenda kusearch nini na tunaenda kufanya nini? Baada ya kuingia hapa kwenye Google Play Store, unachokifanya unaenda neno search e, linaeleweka ni hili hapa chini na ukisha search hapa, kitu ambacho unaenda kuandika hapa leo tunaenda kutumia kitu kinaitwa bet, e, bet mines jamani, hii, hii app, hii, bet mines ni, bet, ni, ni app ambayo watu wengi sana wanayo, wengine waliitumia wakafuta wakashindwa kunufaika nayo, lakini wengine e, wapo nayo na hawaitumii kabisa, ilishawashinda, wanaona kila wakijaribu inapoteza. Sasa mimi niseme hii ni website, ni, ni, ni application nzuri kwa wale ambao e, watanifuata vizuri, lakini kwa wale waliobahatika kwenda shule pia unaweza ukasikiliza maelezo ya watu mbalimbali mbali, kwanza, website kabla ya kufika kwenye maelezo, hii website ukiitazama bado utaona ina nyota moja mbili tatu nne e, ina nyota moja mbili tatu nne na nusu, ina nyota, e, nne na nusu ina nyota nne na nusu na ina watu ina watu sitini na tisa elfu ina watu sitini na tisa elfu na mia sita hamsini e, na saba kwa hiyo ina watu wengi e. Kwa, na kwa wale ambao kidogo wamepita shule wanaweza kuwa wanafuatilia hapa haya maelezo. Mimi siwezi nikayarudia, mimi ni Mtanzania sikusoma, kwa hiyo utayajua tu wewe e. Kwa wale waliosoma watakuwa wanaelewa vizuri e, kwamba e, hii website ni moja kati ya E, ya website nzuri inaweza kukupa ushindi wa asilimia tisini na saba kwa uelewa wangu mdogo, mi naelewa hivyo. Kwa hiyo e, nadhani twende tukaione moja kwa moja. Hayo mambo mengine unaweza ukayatazama wewe mwenyewe. Kwa hiyo kishafika hapa, ndugu zanguni, unaenda kuidownload, lakini mimi tayari nishaidownload, kwa mimi nitaenda kuopen tu moja kwa moja. Sasa ukiisha open hivi nini utaenda ufanye, au ni kitu gani cha kwenda kufanya? Jamani, hii ina vipengele vingi vingi. Nikianza kuelezea hapa eh, wale wataalamu wa kurukisha video watarukisha mpaka basi. Lakini sasa mimi sitaki niguse kila kipengele, sitaki niende kila sehemu. Cha kufanya wewe ukiisha ingia tu hivi yani wewe usiangaike kwenda sehemu mbali mala nikaguse huku mala nini kuna vitu vya kwenda kuangalia nitawaelezeni hapa lakini baada ya hapo tunaenda kuangalia huko nyuma imefanya nini kupitia maelezo nitakayowapa haya moja kabisa jamani website hii imepangiliwa eh, kwanza hapa juu hapa eh, hapa juu utaona hizi ni odds. Hizi ni odds. Kuna e, wa nyumbani, mfano Getafe amepewa odds ya 3.30, draw 3.00, eh, eathi wa ugenini 2.37 saba. Hizo ni odds, lakini tukitoka kwenye odds eh, katikati hapa, hii ni option ambayo eh, game hii imeteua na ikaweka na asilimia kwamba hii game itatoa kwa sababu kuna alama ya kutoa inaonekana, hii gemu haitofikisha magori manne na ni asilimia themanina mbili. Sasa kwenye hii gemu ua kwenye hii application huwa inatoa asilimia nyingi sana, kwa hiyo wewe usibabaike na hizi asilimia. Nini cha kwenda kufanya? E, ukitazama hapa utaona kuna rangi, utaona kuna rangi kwenye draw, kuna rangi nyekundu Ha, kwenye huyu wa nyumbani kuna rangi nyekundu, kwenye dro kuna rangi nyekundu ugenini e, kuna rangi ya njano. Sasa hapa ndo natakiwa unielewe vizuri, nadhani hii utaitumia e, ifuatavyo. Kwenye hizi rangi zote ambazo nimeeleza hapa, hizi rangi achana nazo. Kuna rangi moja hapa, nadhani kila mmoja anaiona rangi ya kijani. Ukikuta rangi ya kijani ukikuta rangi ya kijani, usiangalie option ya hii website wameweka wa option gani. Wewe ukikuta rangi ya kijani, kaangalie aliyeaminiwa kushinda ni wapi. Kama rangi ya kijani iko nyumbani, nenda ukampe wa nyumbani ashinde a draw, lakini rangi ya kijani ikiwa away e, kampe wa away ashinde a draw. Rangi e, ya kijani hiyo unampa e, yule um, unaenda kumpa double chance yule mbaye e, amepewa. Nadhani nimetoa maelezo kidogo kwamba hapa ukitazama vizuri hizi ni odds, e, za timu ya nyumbani hapa, lakini hapa ni draw, hapa ni away. Unaona kwamba kama unavyoona E, ugenini ana odi ya tano draw odi ya nne wa nyumbani ana odi ya moja point arobaini na tano kwa hiyo unaona rangi ya kijani imewekwa wapi nyumbani unaenda unaifata hii game unaipa ashinde a draw nadhani hapa ntakuwa nimeeleweka sasa tuende e, tukaangalie e, siku tatu mfululizo zilizoisha kwamba kutumia e, triki hii hisit application ilifanya nini? tuanze jana e, tuanze jana. Jana tukianza hapa, utaona kabisa gemu ya Arsenal, japo wao walikuwa wameiomba o e, ya moja poit tano, na ikawekewa asilimia, lakini lit la ungefata trick yangu hapa, tayari ilikuwa inatoa vizuri ashinda draw itakuwa inatoa vizuri tukiacha hapo, tunaangalia AC Milan. jana kama ndipo ungefata hii triki jana tusingeweza kuluzi eh, unaona vilevile eh, vile, tukaangalia na hapa koo triki hii inafanya kazi vizuri vizuri eh, zaidi nadhani kama unaona hii ni siku ya jana siku ya jana nadhani hapa ilipoteza mala moja. hii hapa ilipoteza, lakini pia hata kama ilipoteza, tazama aliyekuwa amepewa e, ushindi na kama ungempa double chance Al Nassr pengine wezi jua, ni sababu zake. Tuseme jana e, tuangalie, itakuwa ingekuwa imepoteza mala ngapi? E, kwa jana ingekuwa imepoteza mala ngapi? Kwa hiyo ukiangalia hapo, hata kwa jana ingekuwa imepoteza lakini kwa wale wenye tamaa wataruzi sana maki. Ukishatoa triki kama hii, yeye analazimisha kwenda kubeba mechi zote za siku ile. Hapo ndipo e, watu watajuta. Twende tukaangalie siku ya tarehe e, tukaangalie siku ya tarehe saba saba. Ngoja tuone tarehe saba e, twende tukaangalie hiyo siku ya tarehe naam, itakuwa ni tarehe saba. Ndio twende tukaangalia hiyo siku ya tarehe saba, hii trick ilifanya nini? Hii trick ukiangalia hapa ilifanya vizuri hapa, lakini hapa pia ilifanya vizuri lakini eh, ikapoteza kwa hii game hii hapo. Ina maana inakuwa eh, inaweza ikapoteza, inaweza ikatokea mistake kama nilivyowaambia mistake inaweza ikatokea, lakini kwa siku inaweza ikatokea gemu moja tu peke yake eh? Tazama, unaona kwa siku inaweza ikatokea gemu moja peke yake. Kwa makini unatakiwa wewe mm, unatakiwa wewe usiwe mtu mwenye tamaa. Yaani kikubwa ni kuepuka tamaa nadhani nitakuwa nimeeleweka, lakini kama bado sijaeleweka e, unaweza ukarudia video hii. I'm sorry, kuna vitu vimeingiliana hapa watu na matangazo yao, kwa hiyo tuyaache yapite, tunaweza tukaendelea. Unaona, tunaweza tukaendelea. Hii ni siku e, tumesema ni ya tarehe saba e, lakini vilevile vile, tunaweza tukaangalia E, siku ambayo ni tarehe sita e, ukaangalia siku ya tarehe sita na ukaona ilifanya nini. Tazama tu rangi ya kijani, unaangalia tu kwenye rangi ya kijani kwamba kama ningempa double chance ingekaaje? Unaona kama ningetoa double chance ingekaaje? Unaona kama ningetoa double chance ingekaaje? Japo hii application. Usiwe na tabia ya kuzoa game zote yani, hiyo ndio shida. Usiwe na tabia ya kuzoa game zote, kwa sababu mistake huwa inatokea, yani mistake huwa inatokea, lakini app hii ukifuata vizuri utafurahi mwenyewe, yani utafurahi. Usiji, usijiangaishe kuchokonoa huku kurudi huku, hapana, yani moja kwa moja Fata nilivyokwambia triki hii itakusaidia kupitia, e, application hii utanufaika sana. Kama wewe ni mgeni e, kumbuka kusubscribe, kulike, kucomment na kushare e, kwa sababu website ya mwisho ambayo ni ya tano mimi nitasema ni ya kwanza. E, kidunia itakuwa ni moto zaidi ya application zote, zaidi ya website zote, kwa kuwa pamoja na mimi na baada ya website hizo au triki, baada ya website hizo au application kuna vitu vingine vikali nitawatangazia video e, ijayo. Asanteni sana na Mungu awabariki, asanteni sana.